Maisha yanaweza kujaa hofu, mashaka na sintofahamu, lakini katikati ya yote hayo, Mungu anaahidi amani sio na kifani. Swali ni je, unajua jinsi ya kuipokea? Katika video hii nitakuonyesha hatua kumi za kipekee zitakazokusaidia kuachilia hofu, kushinda wasiwasi wasi na kuingia kwenye amani ya Mungu ambayo inaleta utulivu hata pale giza lapozidi. Usiache kutazama hadi mwisho, kwa sababu hatua hizi zinaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Kabla hatujaendelea, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia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 kuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie hatua kumi za kupokea amani ya Mungu katikati ya hofu. Namba moja: kiri hofu yako kwa Mungu kabla hujapokea amani Unahitaji kuwa mkweli kuhusu hali iliyo moyoni mwako. Mara nyingi hofu tufanya tujifiche au tujifanye tuko imara, lakini mungu hapendi unapojificha, anapenda ulete hali yako kwake kama ilivyo. Ukisoma Biblia utamwona, Daudi hakuwa anaomba kwa maneno mazuri tu, bali alitoa hofu zake, huzuni na maumivu yake kwa mungu moja kwa moja ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 34 na mstari wa 4 imeandikwa nukuu, nalimtafuta Bwana akanijibu akaniponya na hofu zangu zote. Daudi hakukaa kimya na kuangaika mwenyewe bali alimtafuta Bwana akasema hofu zake zote, na ndipo Mungu akamletea amani. Hili ni jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua. Unatakiwa unapoona unapo, ili uweze kupokea amani ya Mungu katikati ya hofu unatakiwa uimimine hofu yako kwa Mungu, mwelezee Mungu hali unayoipitia, mimina ile hofu kwa Mungu. Na unapomwomba Mungu, tambua Mungu ataachilia amani ndani ya moyo wako. Daudi hakuhangaika tu, bali alimtafuta Mungu. Daudi hakuhangaika mwenyewe, bali alimtafuta Mungu na Mungu akamponya hofu zake zote. Ndio maana Daudi anasema kwenye kitabu cha Zaburi 34, 34, 34 na mstari wa 4, nalimtafuta Bwana akanijibu akaniponya na hofu zangu zote. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, unatakiwa umtafute Bwana, mwambie hali unayoipitia mwelezee Mungu, mimina moyo wako kwa Mungu. Unapomimina moyo wako kwa Mungu, Mungu ataondoa kila hofu ambayo ipo kwenye maisha yako. Lakini hatua ya pili ya kupokea amani ya Mungu katikati ya hofu, tumia nguvu ya maombi. Maombi si ombi la msaada, bali ni mazungumzo yanayoleta amani. Siku zote maombi si ombi la msaada bali ni mazungumzo yanayoleta amani. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya nne na msari wa sita hadi wa saba imeandikwa nukuu, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo, unapoomba unakabidhi hofu zako kwa Mungu, na unabeba amani yake. Kwa hiyo, siku zote tumia nguvu ya maombi. Kwa hiyo, unapokwenda mbele za Mungu, maombi siku zote ni mazungumzo yanayoleta amani. Kwa hiyo, unapokuwa unamwomba Mungu maombi yale unayomuomba Mungu, na maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu, kati ya mwanadamu na Mungu, ni mawasiliano, ni mawasiliano ambayo yanaleta amani. Kwa hiyo unapokuwa katika hofu, tumia nguvu ya maombi. Unapokwenda mbele za Mungu na kuanza kuomba, unapoanza kuomba, ile hofu itaondoka, kwa sababu maombi ni mazungumzo yanayoleta amani. Haleluya! Lakini hatua ya tatu ya kupokea amani ya Mungu katikati ya hofu, shikilia neno la Mungu kwa imani. Siku zote neno la Mungu ni silaha dhidi ya hofu unapokuwa unatafakari maandiko yanayoongea juu ya imani na ulizi wa Mungu hofu inaanza kuondoka ndani mwako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10, imeandikwa nukuu, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kwa hiyo kadiri unavyorudia maandiko haya, yanajenga imani na kutuliza moyo wako. Kwa hiyo pata muda wa kutafakari neno la Mungu. Kwa hiyo siku zote shikilia neno la Mungu kwa imani siku zote, unapokuwa unapata muda wa kutafakari neno la Mungu laozungumzia kuhusiana na imani, neno la Mungu laozungumzia kuhusiana na ushindi, neno la Mungu ambalo linazungumzia kuhusiana na ulinzi, ile hofu iliyoko ndani mwako itaanza kukwacha. Ile hofu iliyoko ndani mwako itaanza kuondoka. Kwa hiyo shikilia neno la Mungu kwa imani siku zote. Kadri unavyoendelea kulishikilia neno la Mungu kwa imani, ndivyo hofu itaendelea kuondoka. Kadri unavyoendelea kulitafakari neno la Mungu, ile hofu ambayo imetawala maisha yako itaanza kuondoka. Lakini hatua ya nne ya kupokea amani ya Mungu katikati ya hofu: jifunze kushukuru hata wakati wa hofu. Shukrani hufungua mlango wa amani. Badala ya kulalamika kuhusu hofu zako, sema Mungu asante kwa kuwa upo pamoja nami. Siku zote kushukuru ni ushindi wa kiroho dhidi ya hofu. Hata muda wa kushukuru Unapokuwa mtu wa kumshukuru Mungu, unapokuwa unajifunza kumshukuru Mungu wakati hali inaonekana ngumu, wakati unaona kuna hofu kubwa imetanda, lakini anza kumshukuru Mungu, naambia Mungu asante kwa kuwa Mungu uko pamoja nami. Kwa hiyo, kwa kushukuru siku zote ni silaha dhidi ya hofu. Unapokuwa unamshukuru Mungu, amani ndani yako itaanza kuumbika. Wakati wengine wataanza kuwa wanaogopa, wewe utashangaa, ndani yako unakuwa na ujasiri. Mwambie Mungu asante kwa kuwa uko pamoja nami, lakini Hatua namba tano. Hatua ya tano ya kupokea amani ya mungu katikati ya hofu: pumzika katika uwepo wa Mungu. Pata muda wa kutulia na Mungu, kuwa kimya, tafakari wema wake, na acha moyo wako utulie. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 46 na mstari wa kumi imeandikwa nukuu, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, Nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Kwa hiyo jambo hatua ya tano iliweza kupokea amani ya kimungu, pumzika katika uwepo wa Mungu, pumzika katika uwepo wa Mungu. Kwa hiyo pata muda wa kutulia na Mungu, pata muda wa kutulia na Mungu. Lakini hatua ya sita ya kupokea amani katikati ya hofu, kataa sauti za hofu na mashaka. Hili ni jambo la msingi, kataa sauti za hofu na mashaka. Hofu huongea kwa sauti kali zaidi, lakini chagua kuisikiliza sauti ya Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya kwanza na mstari wa saba imeandikwa, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo ukikataa hofu mara kwa mara, moyo wako hujifunza kuamini zaidi. Unapokuwa unakataa hofu mara kwa mara, moyo wako hujifunza kuamini zaidi. Siku zote hofu inazungumza we sana, wewe amua kuchagua kuisikiliza sauti ya Mungu na wala sio sauti ya hofu. Amua kumsikiliza mungu anasema nini. Amua kusikiliza kusikiliza ahadi za mungu zinasemaje, na uendelee kuzishikilia. Lakini hatua namba saba ya kupokea amani katikati ya hofu: shirikiana na watu wenye imani. Amani ya Mungu mara nyingi hutiririka kupitia jumuiya ya waumini. Tafuta marafiki, wachungaji au ndugu wa kiroho watakaoomba na wewe na kukutia moyo, kupitia maneno yao ya imani yatakujengea amani. Tafuta watu ambao wamekomaa kiroho, watu wenye imani. Tafuta wachungaji, marafiki au ndugu wenye imani ambao wanaweza kuongea na wewe wakakutia moyo kupitia maneno yao ya imani, yataleta yata amani ndani ya moyo wako. Kwa hiyo hatua nane pia ya kupokea amani ya Mungu katikati ya hofu, fanya ibada ya kusifu na kuabudu. Kusifu na kuabudu kuvuta uwepo wa Mungu kwenye maisha yako na kuifukuza hofu kabisa. Ndo maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 22 na msari wa tatu imeandikwa nukuu, na wewe Umtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Kwa hili jambo la msingi sana, fanye ibada ya kusifu na kuabudu. Hakikisha unapata, uh, unapata wakati wa kusifu na kuabudu siku zote. Mungu anaketi katika sifa na kuabudu. Lakini hatua namba tisa, tafakari uaminifu wa Mungu wa zamani. Kumbuka mara ambazo Mungu alikusaidia huko nyuma kupitia kutafakari yale mambo ambayo Mungu alikutendea, kuongeza imani kwamba Mungu atafanya tena. Pata muda wa kutafakari yale mambo ambayo Mungu aliyatenda kwenye maisha yako. pata muda wa kutafakari yale matukio ambayo Mungu alikokoa. Pata muda wa kutafakari yale mambo ambayo Mungu alikutendea. Hata kuwa hai sasa hivi ni neema ya Mungu. Kwa hiyo pata muda wa kutafakari, kwa kupitia kutafakari, ile hofu itaanza kuondoka, utaanza kuamini kana kwamba hata Mungu sasa atakusaidia tena, lakini pia Ha, hatua ya kumi, zungumza maneno ya imani na amani. Badala ya kuongea hofu, ongea imani. Siku zote kinywa chako kina nguvu kubwa sana ya kuumba jambo kwenye maisha yako. Au siku zote kinywa chako kina nguvu kubwa sana ya kuumba jambo kwenye maisha yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 18 na mstari wa 21 imeandikwa nukuu, mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi na wao upenda wa upendao watakula matunda yake. Wewe, zungumza maneno ya imani na amani na wala usizungumze, usizungumza kuhusiana na hofu. Zungumza maneno ya imani na amani ni matumaini. Kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado huja subscribe, basi hakikisha una subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Mungu akubariki sana wewe ambao umefuatia mwanzo mpaka mwisho, lakini pia Mungu akubariki wewe utakayotumia muda wako kushare linki ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, na kupenda ni kutakia wakati mwema.